Biblia inasema Atendaye dhambi ni wa ibilisi kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Kwa kusudi hili Yesu alitokea akazaliwa akashuka katika mbingu ni, ni kuwa na mtaji ule ule miaka yote hiyo ni kazi ya ibilisi. Kazi ya ibilisi ni, ni kuwa mtu wa magonjwa miaka yote hiyo ni kazi ya ibilisi. Na jivunie tu kwamba Yesu alidhihirishwa ili asivunje kazi za shetani kwa nani? Kwa kwangu. Matajika kwa, Mwakalinda. Kwa Mwakalinda.